Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu wapenzi wa mambo ya kheri, kokote pale mlipo ulimwenguni Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeweza kutuafikisha kuanza zoezi la ukusanyaji wa tofari katika eneo husika kwa ajili ya kuanza ujenzi wa madrasa. Sisi kama taasisi ya The Ikraam Foundation, tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa kila muumini aliyechangia kwa namna moja ama nyingine kuweza kutimiza gharama ya kununua tofari, jumla ya tofari elfu mbili. Tunasema wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, hakuna chochote mtakachokitanguliza katika mambo ya khairi ila mtakikuta katika mizani ya mema yenu siku ya mwisho siku ya ai, siku ya akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wapenzi wa mambo ya khairi, hii ni hatua ya awali ya ukusanyaji wa tofari, lakini bado mahitaji ni makubwa. Tunahitaji sasa kuanza foundation ya madarasa mawili pamoja na ofisi ya mwalimu hapa. Tunahitaji cement, tunahitaji nondo, tunahitaji mchanga e, kokoto pamoja na gharama za ufundi. Tunawaomba wapenzi wa mambo ya heri kokote pale mlipo duniani kwa idhini yake Allah subhanahu wa taala, ikiwa umewafikishwa kwa namna yoyote ile kuchangia, ndugu yangu, ili darasa liweze kusimama, watoto wasome dini ya Mungu. Kumbuka, madarasa hii ambayo tunakusudia kuijenga katika eneo hili la Homboza, sehemu inayoitwa Msanga Zalala, ni sehemu ambayo hakuna kabisa hapa madarasa na watoto wapo hawasomi, ndugu yangu. Hii ndiyo sadaqatul jariya utakayoiweka itakayokusaidia leo mpaka kesho akhira, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka mali unayo I, izuia, hiyo siyo ya kwako, hiyo ni mali ya warithi wako, na mali unayoitanguliza mbele ya Mungu, hiyo ndiyo mali yako, utaikuta mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa bora bora na, na, na zaidi hivyo. Wito wetu sisi kuja kwenu ndugu zangu, mwendelee kutuunga mkono katika uchangiaji wa ujenzi wa madrasa hii, ili kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kiweze kusomwa. Kumbuka ya kuwa anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, khairukum man mantaalama lqurana waalama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qurani kisha na yeye akajifundisha. Ndugu yangu mpenzi wa mambo ya kheri, kumbuka, kila mtoto atakayejifunza herufi moja katika madrasa hii utaendelea kumiminiwa thawabu mpaka kufa kwako ndugu yangu. Bali tofali utakalolichangia, simenti utakaoichangia, nondo utakayochangia, thawabu zake zitakufikia mpaka huko akhira ulikokuwa uliko. Hawa ndio watu ambao wao wamekufa lakini bado akaunti zao zinaendelea kuingiza thawabu kemkemu. Ndugu zangu wapenzi wa mambo ya kheri, na kualikeni katika kheri hii. Hii siyo kheri ya kukosa, na hii siyo kheri yako kupita. Ndugu yangu, hakikisha jina lako linatokea katika listi ya watu wanaoipigania dini ya Allah subhanahu wa taala. Shukran lakum, jazakumullahu khaira, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.